Mtazamaji, ni Jumatatu ya tarehe 15 mwezi Disemba 2025. Ni matumaini yangu mzima popote pale ulipo, na karibu kwenye taswira ya Alshifa. Kumbuka, naweza kufuatilia habari hizi kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Alshifa Digital Kenya, YouTube at Alshifa Television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifa Media Kenya. Ujambo na karibu, naitwa Yasir Na tukianza na taarifa kuu, ni kwamba raia mmoja wa China amefikishwa katika mahakama ya Mombasa hii leo akituhumiwa kwa mauaji na kumiliki bastola kinyume cha sheria. Polisi wameiambia mahakama kwamba Ling Yao Zeng amekuwa akisakwa kwa tuhuma kama hizo nchini Tanzania na China. Ni kufuatia kukamatwa kwake katika eneo la senti 10 gatu zidogo la Likoni baada ya kusemekana kumshambulia anayetajwa kwa mpenzi wake wa kike. Mshtakiwa amekubali mashtaka yote mawili ya mauaji na kumiliki bunduki kinyume cha sheria huku kwa sasa akizuliwa korokoroni akitarajiwa kufikishwa mahakamani tarehe 19 Januari 2026, huku uchunguzi zaidi ukiendelea. Kwa mbuga mle na kumsababishia majeraha, ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na shitaka la pili ulipatikana na silaha ambayo hauna stakabadhi ama bunduki kinyume na sheria tarehe kumi mwezi wa Disemba 2025 pale Shelly Beach ulipatikana ukuwa na pisto aina ya CZP-10C zero namba ni E005182 na ilikuwa na risasi tano za 9 mm, na haukuwa na kibali kutoka kwa uh, idara ya polisi ni kweli ama si kweli?

katiu wakati utasalia pale gerezani mpaka ambapo utapata ripoti kutoka kwa balistik eza kwamba kuna ripoti ambayo inatakikana kuletwa hapa mbele ya mahakama, na itachukua wiki tatu kupata hiyo ripoti. Kwa hivyo kesi yako itatajwa tarehe kumi na tisa mwezi wa Januari. Kwa wakati huo utasalia pale gerezani kwa vile umekubali mashtaka yote ya meoa shtaka la kwanza na lahi na kwingineko washukiwa wawili wa wizi wanauguza majeraha mabaya ya risasi waliopigwa na polisi walipokuwa wakijaribu kuiba duka moja eneo la Zama Ndani huko Likoni. Bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na pikipiki tatu, simu sita, mapanga manane, miongoni mwa silaha nyingine butu zilikamatwa na maafisa hao kutoka kituo cha polisi cha Inuka. Na katika tukio sawia na hilo, washukiwa wengine watano kati ya sita baada ya mmoja kuuawa na wananchi wenye ghadhabu wamekamatwa, wako mikononi mwa polisi wakisubiri kufikishwa mahakamani. Kamanda wa polisi ukanda wa pwani amesema kuwa operesheni hiyo inaendelea sehemu zote za ukanda wa pwani, ili kuzuia uhalifu hasa wakati huu wa likizo ndefu.

Na kwingineko mtazamaji, ni kwamba serikali kwa ushirikiano na shirika la huduma za wanyamapori nchini KWS, pamoja na washikadau mbalimbali, imeanzisha mbali, zoezi maalum la kuangamiza kunguru aina ya house crow ambao kwa muda mrefu amekuwa kero kubwa kwa wakazi na hasa katika sekta ya utalii. Na leo hapa tumejumuika katika warsha ya kuchangiza fedha kwa ajili ya mpango wa kupigana kuangamiza mnyama ambaye anaitwa kunguru, mnyama ambaye ameleta madhara mengi sana miongoni mwetu hapa Mombasa, hususan sekta ya utalii. Ndipo sisi kama County Government of Mombasa tukishirikiana na washirika dau tofauti kutoka nyanja mbalimbali, tukishirikiana na wenye mahoteli tunasema kwamba imefika wakati ya kwamba mnyama huyu lazima tumwangamize, kwa sababu kuna sababu nyingi sana, uh, scientific evidence na sababu nyingi ambazo wataalamu niko nao hapa ambao wataweza kuelezea wakazi wa Mombasa waelewe ni kwa nini mnyama huyu anafaa kuangamiza, ni kwa nini mnyama huyu ni hatari tunaambia kwamba is not a native bird is a bird who was imported from either India so he has really interfered with uh, our natural environment with our natural ecosystem and therefore it's very important that uh, as a people it's high time that we need to work together we bring our energies together so that we eliminate this bird it may not be a one time activity but it should be activity that is, that is running. Maybe you can have a target. You can say by 2026, 2027, we should have get rid, total get rid of this bird. Hiyo changamoto kubwa ni mtazamo ya wananchi wa Mombasa, wengi hawajaelimishwa kwa nini kunguru aangamizwe, hawajaelimishwa madhara kwa sababu any program the community has to buy the program unaona kwa sababu hawa kunguru wako everywhere naona changamoto kubwa ilikuwa hapo once the community is sensitized why do we need to eradicate this bird even in the rural setup in Mombasa people will will make effort to eradicate them but if we try to eradicate them from from a central place without the backing of the wananchi. Because right now watu wanajiuliza why spending money on crow? Yeah? So, tunataka kuja na njia mbadala ya kwamba pia community, pia wananchi wawe wanajua kwamba huyu mnyama ni hatari na tumtaki But it's high time that we bring the community, we sensitize them about the danger of this part And the danger has been scientifically proven . There is enough data, enough information that this animal is not, does not have any significance in our environment. Yeah. The other thing is lack of adequate resources. Hakuja kuwa na pesa za kutosha. Kwa sababu, the poison that is being used is very expensive na yeah. Kwengineko, zaidi ya vijana 80 kutoka eneo bunge la Kisauni wamefaidika na mafunzo chini ya mdhamini wao Amria Juma Boy ambaye pia ni mwanzilishi wa Amria Foundation, lengo kuu ikiwa ni kuwawezesha kujiajiri. Mwanahabari wetu Amina Juma ana mengi zaidi. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mwakilishi wadi wa Mjambere Amria Juma Boy, ambaye pia ni mwanzilishi wa Amria Foundation, ametaja kwamba lengo kuu ni kuinua maisha ya vijana kwa kuwapatia ujuzi utakaowawezesha kujiajiri ikiwa ni njia mojawapo ya kupunguza ukosefu wa ajira. Na hii kazi ya mkono huwa haitupi, haina pia tax, wao wenyewe wataweza kujisaidia na kujiendeleza instead ya idleness na mnakufikiria ndoa za mapema tumezi prevent pia mugoka na, na early pregnancies. Tuna young mothers in this hii cohort about five young mothers uh, boy child pia tumewafanyia different programs kwa driving, tulikuwa majority uliwapeleka uh, katika zile slots za 100 slots I think 80 ilikuwa ni boy, na saizi pia tumewafungulia tournament babu kubwa sana hapo iko Kadongo ground. Uh, ndao mshindi ataenda ata nyumbani na zawadi kubwa sana, zawadi ya mwaka instead ya mtu kuangalia kuchonga. Najua kesho ana game, so hawezi. Tumewa prevent kidogo, kesho anajua na game, hawezi kuchonga, hawezi kukesha. Gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nasir aliwaomba wajumbe wa bunge la kaunti al maarufu MCs kupitisha mswada wa Golden Fund ili aweze kuutia saini na kufanya kuwa sheria. Alisema mswada huo utawezesha serikali ya kaunti kuwanunulia wahitimu vifaa vya kiufundi vitakavyowasaidia kujiajiri na kuboresha maisha yao wale Mwenyezi Mungu alijalia waende university waende college tuwasomeshe, lakini wale ambao kwamba hawakuwa na uwezo wa kuweza kupata certificate ama mambo mengine, na wao tuweze kuwasomesha kazi za mkono. Hawa vijana wa kiume, kama ni kazi ambazo kwamba za mkono, iwe ni mambo ya carpentry, ni mambo ya nini, tuwasomeshe, na hawa wengine wa kike tuwasomeshe, na kuwe na courses nyingi kuanzia upishi, mambo ya salon, mambo ya kupeleka mafoki. Yote haya tuweze kuwafanyia, na haya ndio kwamba yatakuwa ni yenye kuweza kuwasaidia hawa watu wetu. Mwishowe mingeomba pia MCAs, mmefanya zinajua public participation ya hii Revolving fund, fanyeni bidii muipitishe. Leo hii tungelikuwa tumeipitisha ile sheria, leo hawa wote wangelikuwa wanastahiki kuweza kusaidiwa na serikali yao ya kaunti. Hairuna Buda ambaye ni mmoja wa wanafunzi waliohitimu ametaja nafasi hiyo kuwa na manufaa, akisema mafunzo hayo yamewapa mweleko mpya wa maisha na matumaini ya mstakabali bora. So basically, naweza sema kuwa Amreas Foundation imenisaidia kwa mambo mengi, na nilikuwa tu niko nyumbani sina kazi yoyote, na ilivyotangazwa na ikasemekana ni bure, nikasema This is my wacha niende since uh, makeup kuanzia na kitambo, it's my passion. Ni kitu kenye napenda, ni makeup, ni kitu kenye nimekulia nacho kuanzia na udogoni, so nikasema this is opportunity for me niendeleze penye nilikuwa sahii niendeleze ujuzi wangu. Most of us eh, wanawake hatuna employment, sasa tuweza kujiajiri wenyewe kupitia hii foundation ambayo tumefanyiwa. Kama makeup artist imenisaidia sana, na haijanisaidia peke yangu, hakika na mimi nitaenda kuwaeleza na wengine a, tuafikiria kuje employ wenyewe kufungua salu, na at least tupate au clients manyumbani wakija kutu promote at least tuta tutajwe empower. Nikiripoti ya runinga Al-Shifa, mimi ni Amina Juma na kwingineko. Viongozi katika kaunti ya Mombasa wamewataka wazazi wa jamii ya Kiislamu kuwajenga na kuwafundisha watoto wao mafunzo na maadili ya dini ya Kiislamu katika maisha yao. Mwanahabari wetu Anifa Yusuf na kina cha taarifa hii. Akizungumza wakati wa hafla ya madrasa tul Anwar iliyokuwa eneo bunge la Kisauni, Waziri wa Elimu Kaunti ya Mombasa Daktari Mbwarali Kame amesema mfumo wa elimu wa CBE haujaangazia kumkuza mtoto kimaadili na hivyo kuibua changamoto ya malezi na mienendo bora kwa jamii. Kutokana na hilo, Waziri Kame amesema walimu hao wamechangia pakubwa katika kukuza jamii bora, hivyo basi serikali inapaswa kuwapiga jeki kama washikadau muhimu kwenye jamii kuona madarasa kama hizi za Kiislamu zinakuwa na mchakato wa kuelimisha watoto mambo ya hadithi na mambo ya Qur'an. Sisi kama Mombasa County kwa kupitia uongozi wake His Excellency Governor Abdul Samad Sharif Nasir tumelekea manani swala hili zima la walimu wetu wa madarasa. Tunajua hali zimekuwa ngumu, kipato chao ni kidogo, tunataka kujitahidi kama Mombasa County. Tujue njia gani ambazo kwamba tutazifanya kuweka walimu hao katika payroll ya Mombasa County. Sasa hivi naweza nikasema mimi kama waziri ambao kwamba nimepewa jukumu kama lile e, bill kama ile au policy kama ile tayari imefikishwa cabinet. Tunatarajia next cabinet, ikiwa itapitishwa bill kama ile kwa kupitia kwake uongozi kisinesi Governor Abusamad, ipelekwe assembly tuone swala la madarasa kulingana na mifumo yetu iliyoko hii ya kisekula. Tusiwaachishe watoto kwenda madarasa, pia tusiwaachishe watoto kwenda kupelekwa katika zile Sunday school wapate neno la Mungu au maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa upande wake aliyekuwa kadhi mkuu wa Kenya Sheikh Hamad Kasim ameweka wazi ukosefu wa maadili umechangiwa pakubwa na ukosefu wa mafunzo ya dini, hivyo kujiingiza katika makundi ya uhalifu na utumizi wa mihadarati. Hakika uh, ni jambo la kusikitisha sana ya kuwa vijana wetu wengi wameingia katika makundi kama haya. Uh, ya wizi, kupokonya watu. Na mimi naishi katika sehemu ambayo tulikuwa uh, tukisikia sana mambo kama haya yakitokea, ni pale mahali ambapo panaitwa uh, uwanja wa Kobra. Hivi sasa alhamdulillah kwa kuongezwa mataa ya barabarani na vile vile kwa kujengwa misikiti mbalimbali imesaidia hili jambo kufifia, imekuwa ni kidogo. Wazazi twalidharau hili jambo la elimu ya dini, ambayo inaleta mjitamaa wetu kuzorota kila uchao. Sisi kila siku tutalaumu watoto wetu, wala mgukaa waenda kwenye miadarati waenda kwenye anasa, kwenye starehe na sababu kubwa inachangiwa sana ni wazazi. Ziko maustadhi wa wafanyakazi kwa bidii, lakini utapata maustadhi wengi ama madrasa nyingi zinashindwa kuendeleza ilmu ya dini kwa sababu hawana ushirikiano mzuri na wazazi kulingana na mwanzilishi wa madrasa hiyo Sheikh Said Fundi, ameeleza lengo kuu ya kuanzishwa ikiwa ni baada ya wazazi kushindwa kutekeleza majukumu yao vilivyo kwa watoto wao. Kwa mazingira ya hapa ni mabaya kabisa, kuhusu magoma, magoma, mambo ya mengi mengi yalikuwa kitumika hapa, tukaona vijana hapa ni watoto ambao wahitajia mambo kama haya. Mimi nikaanzilisha hichi kitu kwa kuweza kuwahifadhi vijana kama hawa. Kwa hivyo nilifurahi sana na nikaona msingi huu umeendelea vizuri mpaka leo, imefika maksada haya, nikaona tena shule pamoja, ili watoto wapate elimu zote mbili za dini yao na dunia yao. Kwa hivyo kitu ninachokitilia mkazo ni kwamba kitendo hichi kiendelee kwa vizuri, tuwajenga vijana ambao nao tukiondoka na watakaokuja wende katika msingi mzuri kama huno. Nikiripotia runinga Al Shifaa, mimi ni Hanifa Yusuf na mtazamaji, kwa taarifa hiyo, ndipo tunapata mapumziko mafupi, lakini utarejea na habari za kimataifa na za spoti. Usiende mbali nam. Shukran sana mtazamaji kwa kuendelea kuitazama runinga ya Alshifa. Kumbuka na uweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja kwenye mitandao yetu ya kijamii, pale Facebook at Alshifa digital Kenya, YouTube at Alshifa television Kenya, Instagram, TikTok na X at Alshifa media Kenya mtazamaji tuangazie kimataifa, ambapo mafuriko yaliyotokana na mvua kubwa ya ghafla yamewaua watu 21 katika mji wa pwani ya Moroko. Picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha maji yaliyochanganyika na matope kwenye mitaa ya mji huo ulio umbali wa kilomita 300 kusini mwa mji mkuu Rabat. Mamlaka zinasema nyumba takriban sabini kwenye mji huo wa kihistoria zimeharibiwa vibaya. Utafiti unasema wengine 32 wamejeruhiwa na na kukimbizwa hospitalini. Wafanyakazi wa uokozi wanaendelea kuwasaka manusura huku mamlaka za utabiri wa hali ya hewa zikitangaza kwamba mvua kubwa zaidi inatazamiwa hapo kesho siku ya Jumanne. Mtazamaji, tangazia michezoni ambapo fainali ya Rashid Abdalla Super Cup makala ya sita ilichezwa hapo jana katika uga wa Kwale Stadium, County ya Kwale, huku leza MFC wakitawazwa mabingwa wa ligi hiyo baada ya kuilaza Azam FC mabao mawili kwa moja. Kufuatia ushindi huo Leza MFC walitia kibindoni shilingi milioni mbili na nusu huku Azam FC wakijishindia milioni moja unusu. Mtazamaji, tupawa ughaibuni, ambapo huku zikiwa zimesalia siku sita kabla ya makala ya 35 ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON kuanza rasmi tarehe 21 Desemba 2025 nchini Morocco. Wenyeji Morocco atakuwa wakisaka tajio lao la kwanza tangu mwaka wa 1976. Nahodha wa wanasoka bora wa Afrika Ashraf Hakim atalazimika kupambana na muda ili awe tayari kwa hatua za mwisho za mashindano hayo. Hali hiyo inamlazimu mkufunzi kufuatia huduma za nyota wengine kutokana na jeraha analougua kwa sasa. Miongoni mwa nyota wakubwa watakaoshiriki kipute cha Afcon ya mwaka huu ni pamoja na Ismail Bonaka wa Algeria, Victor Simhen wa Nigeria, Mohamed Salah wa Misri, Ibrahim Diaz wa Morocco, pamoja na Ashraf Hakim, wachezaji wanaotarajiwa kung'ara na kuvutia mashabiki wa soka barani na kwingineko, mtazamaji, ni kwamba meneja wa Manchester United Ruben Amorim huenda akamzuia kiungo wakati wa Uingereza Kobe Maino mwenye umri wa miaka 20 kuondoka klabuni mwezi Januari licha ya Napoli kuonyesha nia ya kumsajili. Aidha vilabu vya Chelsea na Bayern Munich vinaongoza orodha ya vilabu kadhaa vinavyomfuatilia kwa karibu Maino huku vikionyesha nia kubwa ya kumna kumnasa kiungo huyo kutoka kwa mashetani wekundu. na kufikia hapo, mtazamaji, sina la ziada. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha habari hizi, mhariri alikuwa ni Jonathan Mwanzia, nyuma ya kamera na mwelekezi wangu ni Mejumaa Mdoe. Mimi ni Toyasir Lewa masala.